tuko majira ya saa kumi na mbili saa za Afrika ya Kati ikiwa ni saa moja majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV na ni muda ambao tunaongana kwa ajili ya kusikiliza mitazamo mbalimbali ya wananchi, na moja kwa moja tusikilize wananchi wana mitazamo gani? Hey, wa ndugu zetu wakongomani wazawaza waza. Wakongomani wote popote mlipo ama, ama, mimi njo sione vizuri pengine sione naona kama sijui kama naona livumvuli mumacho naangalia shene moya hapa, naona watu wako wanacheza, nami naona mutamba wanasema iko libere, sijui kama ni kweli, sijui kama ni uongo. Aaaa, Mungu apewe sifa, mtoto wetu Mungu anamuona na anajibu maombi. Pengine minjo sione mzuri wa ndugu. <laughs> M23 <Ventura> mutanguka na tansio wazawaza <laughs> oye waza <we. laughs> kila M23 ikwa akisikia aseme banatafuta changer constitution. Ikwa anatafuta anguka na tansio. M23 iko anatafuta anguka na tansio popote alipo akisikia sasa anatafuta geuza katiba hey. Asante wachambuzi wa wetu kwa uchambuzi wenu mwema, tunashukuru sana, na tunapenda hayo yote ikuwe funguo nafungua wakongomani akili, kama wazalendo wa walikuwa waliacha kupigana, ni far de sang, ilikuwa anabatia mudistraction ile ya kusema acha kwanza, acha kwanza, ile ilikuwa ni distraction, walikuwa wana distraire wazalendo sasa. Na ile kusema waheshimie sslfe, yani mukipigana sasa, unaenda jikuta Munyarwanda yeye alikuwa anasonga mbele huku munasema munaheshimia sslfe, Munyarwanda haheshimie sslfe wako wanaenda sombekana tu wanaenda wanasombana wanasombana na kukuja Mkongo kuyala Mkongo. Sasa hiyo sesele fe ilikuwa ya kusaidia ama ya kuua? sesele fe ilikuwa ya Wanyarwanda wapate profi zao na wapate chenye walikuwa wanataka, lakini sisi wote tunashukuru, kwa maana mzalendo anasema Aa, enough is enough. anaona heri tu apigane na ni kupigana buchafu ituondoke, kwa sababu hakuna mafao anakia kufanya, ni kukia kututegeteza, sio Wakongomani. Asante sana wachambuzi wetu, endeleeni, Mungu awabariki. E, alafu Rajabu, e, kuna vitu zenye nataka kusema wakati hukumu ya Kanambe imetoka imetusaidia sana sana. Kama kuna kitu kimesaidia Kongo na kama kuna kitu Kongo imefanya cha muhimu sana na cha kusaidia wakongomani wote, nimekuambia tangu asubuhi sijakula sababu ya furaha kubwa sana mno. Wajua, hakuna kitu kibaya kama kukosa amani na watu wengi. Unaona mi nalia, kuna wengi ambao haujui wanalia sana, kwa sababu Kongo yetu iko kwa vita, haina amani. Na wakati huyu Kanambi amehukumiwa, hiyo hukumu imemfuata kabisa, ni hukumu yake hiyo ni hiyo ndio sasa hukumu yake kabisa. Yaani wangemhukumu hukumu kando na kifo, ah, ah, mimi ningesema Kongo si inchi, na ningesema hakuna majistra yoyote pale, hakuna sababu gani, ukiona kama kuna sendepe, kama kuna ay, mambo gani, vyama vyote wewe unajua mwenye aliamusha aliamusha nini? Inaitwaje huyu tomal banga, kwanza chama chake huyo ni kanambe na rajabu ukuange. Nachunguza maneno yenye nakuambia mimi, ni kama wewe unaongea maneno ambayo unajua ni hakika ni sahihi, ndio sababu mimi nakufuatiliziaga sana Kanambe wakati alikuwa kwa madaraka alikuwa anataka aingize hawa wanyarwanda watusi wachukue Kongo nzima hii. Mauaji ambayo imekuwa inafanyika watu wauliwe, Kanambe ndio alikuwa anaifanya. Kwa sababu gani? watu waogope. Unaona hii mambo ya kusema refiji wanatoka Rwanda waende Kongo nini? Hiyo ni mchezo wa Kanambe, aliicheza kitambo sana, kitambo sana. Sasa alikuwa anataka atuogopeshe vile tunauliwa, unaona vile watu walikuwa na katwakatwa Beni, hiyo ni mpango ya Kanambe. Nilikwambia siku moja kuna dereva wawili siwezi wataja waliwahi patikana pale kwa, ati sio kupatikana, nimetumia Kiswahili vibaya. Walipita pale nani, kwa Semuliki kuvukia Beni kutoka Kufro, pale kwa ile frontiere Kasindi pale wakakuta wa jamaa. Imagine unashindwa watusi wanapita wapi na serikali iko pale Kasindi na hivi vyombo vinapita Kasindi sasa, sijui walikuwa naanja kitu gani pale mwanzo eh, watu wa, wa kufanya declaration au sijui wanawaangaliaje vitu ama ni vile tu vilikuwa vya kanambe. Konteneri nne zilikuwa na bana zidesharge pale ku, kupoya Semuliki. Kumbuka hakuna nyumba hata moja alafu naambiwa wenye walikuwa nabeba hizo vitu ni wanawake na wanaume na watoto, wana decharger gari usiku, na vitu viko naingia mustuni, panga, shoka na hizi nini tunaziita kupekupe, hizi za kukata nyasi, na hizo vitu ndio zilikuwa naoa watu. Sasa ulikuwa unasikia watu wanaolewa, ADF naru, ADF naru, hakuna, hakuna kitu kama hiyo, hakuna kitu kama hiyo. Walikuwa wanatumia jina ya ADF. Haya, wale watu wale watu, UPDF, nilikwambia juzi, UPDF wako wanavaa nguo za ADF naru wanaua watu wenye waliua watu pale, komanda walikuwa UPDF kabisa, hata sio watu wa, wa Monisco, ni watu wa Monisco, sababu wanawakava Monisco inajua hiyo probleme vizuri sana. Sasa unaona hiyo vitu zote zilikuwa zinafanyika kwa sababu tuogope, tutoke kule, watuzi wakuje wakae huko na unaona tena, nilikuambia kuna kuna watusi kule Equateur, mwa ile, ile ile pori ile, ile, ile forest yote ya, ya pale ni vatusi tupu, watu wengi sana wako huko. Sasa unaona wakati wale wa UPDF wanasema wanatafuta ADF Naru wanakuja watu kama elfu mbili mia tano wanabaki kwa msitu elfu moja mia tano ndio wanakuwa kwa barabara. Na hao mia tano hawatatoka tena, wanabaki huko milele, wanabaki huko kabisa. Yaani wanachunga siku watakapopiga firimbi ndio waamke huko. Unifate vizuri ndugu yangu kuna kuwa wale wenye wanasema wanaenda tafuta endera hamwe. <laughs> Sasa nitakuambia nini ndugu yangu, na hasili ya ndera hamwe hawakukuwa naoa, walipoingia watu wa Kanambe aliowaweka kule ndio walikuwa naoa na, na watu kule barabarani watu wanauliwa barabarani. E, wandugu zangu Wakongomani, tuwe macho tuamke, sasa tuamke, kwa sababu kuna vipindi vilivyopita miaka iliyopita watu walikuwa wanaishiishi tu hivi. Mnaona mtu anaingia Mkongo, aingia hana passport hana nini, anakuwa mkongomani, huyo huyo analeta fujo, nataka kuwa president, nataka kuwa hivi ee, sijui unaona hiyo recensement ya kuona watu ambao walikuja uku, walikuja Mkongo kama vile e, warefugee, ndo hao wenyewe wanatufanya fujo Wanyarwanda. Unaona mpaka wakajifufile kujitilia jina ambalo sio jina lilitoka Rwanda, sio mlima wa Rwanda asema ni Banyamulenge. Unaona wakaenda kusema sema vitu vya uongo uongo, kuna sio jini sasa sisi tulikuwa kama vile tuna reve, tulikuwa mna ndio sisi na kama vitu vyote kwa, kwa, kwa serious. Sasa sisi tulikalia tu, ah sijui ni nchi ni yetu nini, eh wa muziki wa muziki no, sijui. Lakini leo ndugu wapenzi penzi, ukiona watu ndio wanatuletea fujo wale wa Paris Dakar wanatuletea fujo mkongo, kwa sababu sisi wa Kongo mani mwenye nchi atupigane atuna ubaguzi atuna nini lakini hao wanaleta eh, wanaleta uh, chuki. Unasikia ukisema wewe mwenye, wow, unaleta discount hen au hen joni mtu kisha kwa mata kubunduki anauwa huyo, hana hen. Sasa unaona sisi tu tu, tuli tuli sisi wa kongoma tuli tuliishi, tuna reve sana, na wao na wao Nyarwanda hao sio ndugu wetu. Mimi nasikia mtu anasema hao ndugu wetu Nyarwanda haiku, ni jirani yako, haiko ndugu yako. Mini ku mubembe, ndugu yangu ni muvira, ni mufulero, ni murega, ni mushi, lakini Nyarwanda aiku ndugu yangu, jamais jamais! Hii madiskuri hivi, ndio maana wale bajama balituprofite feblese yetu. Ndugu yangu, Nyarwanda iku ndugu yako, ni sten etranger, ni refugie, ni jirani yako, poemba wako basi. Wandugu wapenzi, orijine ya mutu hivi sasa Mkongo ifu tu tunatafuta maorijine ya batu wote walileta fujo Mkongo, ni kitu kizuri sana, ni kitu kikubwa. Mi kwa utafiti wangu, tunapashwa kuanza demena no. Mtu anafika Mkongo anaikala Mkongo, tunapashwa kujua alitoka wapi, anaweza ikala Mkongo anafanya business yake, anaweza kuwa profesori. Jambo ch a yule bwana ciani eh, Non, lakini basi kwenda kamata ile mawazifa ma makubwa makubwa kama vile Kamere ilifutu tafute origin ya Kamere, naye kesho hapo iko anapigania kuwa president, lakini munaona tu hivyo oh. Iko mushi no, ilifutu muangalie alitoka wapi, mama yake nani, baba yako nani, babu yake nani alikuwa nani? Ndiyo hivyo. Lakini origine yake ijulikane. Hata kama atakuwa anapata wazifu, atakuwa professeur, atakuwa grand commercial, atakuwa nani, lakini hawezi kupewa ile ile wazifu wa kuwa tete ya assemblée nationale, assemblée nationale yenye na présenter ba peuple, hmm, ya Kongo. Yeye anaweza kuwa pale wazifu, c'est un congolais non. Tunapaswa hata wazaliwa mkongo anapaswa kujulikana, kama huyu bwana ni ni étranger alizaliwa hapa, baba yake alikuja, ili Baraka a Baraka TV uangalie bale bote wenye wako mu France, ba nani ba Sarkozy hapana ba, ba, apa ba, ba, ba Yolande ba nani ba Macron